Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Spika, ninaomba bunge lako likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025 2026 yenye jumla ya shilingi tilioni 11 bilioni 782 milioni 984 elfu 202 kwa ajili ya Ofisi ya Rais TAMISEMI na taasisi zilizo chini yake fungu namba 56 Tume ya Utumishi wa Walimu fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa yakijumuisha halmashauri 184. Mheshimiwa Spika, kati ya fedha zinazoombwa, shilingi trilioni 7 bilioni 836 milioni 140 laki 7 na elfu 8 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida yanayojumuisha mishahara shilingi trilioni sita bilioni mia mbili tisini na mbili milioni mia tano hamsini na saba mia sita arobaini na nane, na, na nane elfu ni matumizi mengineyo, shilingi trilioni moja bilioni mia tano arobaini na tatu milioni mia tatu mia tano themanini na tatu na sitini elfu ikijumuisha shilingi trilioni moja. Shilingi trilioni moja Shilingi... Shilingi bilioni 543 milioni 583 na 60 elfu ikijumuisha shilingi trilioni moja bilioni 67 milioni 65 328 elfu ya mapato ya ndani ya halmashauri. Mheshimiwa Spika, shilingi trilioni tatu bilioni 946 milioni 843 494 zinaomba kwa ajili ya miradi ya maendeleo ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni mbili bilioni mia nne tisini na nane milioni mia tisa themanini na moja mia nne sabini, el, mia, mia nne sabini na sita elfu ni fedha za ndani ikijumuisha shilingi bilioni mia sita kumi na tatu milioni mia nne arobaini na moja mia nne thelathini na sita elfu za mapato ya ndani ya halmashauri na shilingi trilioni moja bilioni mia nne arobaini na saba milioni mia tisa kumi na mbili